Ona chozi langu mnyonge mimi nahuzunika hata sichuiwa hii kwa nini kila nalo hadi karibu. Ah, karibu. Asante hey. Eh, samani mkeo nimemkuta, mke wangu kidoti ndio huyo. Ah, bwana huyo hayupo, natangia tangia hey. Alivyoondoka asubuhi hajaniaga, na ana shida kweli huyu mwanamke yani eye ya, anaondoka ondoka tu hapa ndani lakini anyway yule hayupo, hujamkuta. Basi e. Sawa, hamna shida aya, ngoja shemeji e. E, subiri kidogo mm -hmm. e. Sasa ah, samani mm -hmm. Mimi nina jambo kidogo, wakati unataka kuondoka uende hivi. Unajua kuna vitu vilikuwa vinaniambia kwamba vinanishawishi kwamba h muite muite sknama, nikaamua sasa, ngoja nitimizie nafsi yangu inachokitaka, nikaamua nikuite. Umeona? Sasa shemeji mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Hamna kwanza mtu yoyote hapa anataka tusikize. Hamna. Ah, mimi nataka nikutoe kwenye huu haya maisha ya kuwa unaenda unakusanya kusanya vikoba vyenu, sijui mikopo, sijui nini. Achana nayo ya maisha. Achana nayo. Mimi nataka nikwambie ukiwa na mimi, sawa? Nitakupa vitu vizuri ambavyo hujawahi kupewa na mwanaume yote duniani. Hivi una taarifa kwamba mimi ni waliwata ni wao mta? Mimi ndio mtu pekee ambaye akifa mtu yoyote hapa mtaani, lambi lambi zote za pesa na, na kusanya mimi.